Mwalimu, hii kazi ni ngumu kuchagua. Hii kazi haitaki starehe. Haitaki starehe kazi. Haitaki breki, haitaki kuongea na watu fulani wazuri wazuri, haitaki kuwa na watu wazuri wazuri. Yaani kuna mwanamke mtamani wewe, jamaa zima uko kama mwe. Haya, wewe kesho kesho kesho. Watch eh?